Amezungumza kwenye Maombolezo sura ya tatu mstari wa 22 na 23, amesema rehema, huruma, neema ya Bwana ni mpya kila siku, kila itwapo leo. Mungu anatuhurumia sisi wanadamu, rehema zake hazikomi. Nini maana ya rehema za Mungu au huruma au neema ya Mungu. Ni pendo la Mungu alilolifunua kwa mwanadamu kwa kujidhabiu Mungu mwenyewe ambaye ni roho akauvaa mwili Emmanuel. Akamtoa mwana wa pekee pendo la Mungu la kujidhabiu, la kutoa uhai wake na kutoa kwa ajili ya ondoleo la dhambi au masamaha ya dhambi. Hizo ndizo rehema za Mungu. Tutaangalia nguvu ya rehema za Mungu kwenye maisha yetu. Rehema za Mungu zinamsamehe mtu, zinamwondolea mtu dhambi, zinamstahilisha mtu yeye asiyestahili. Rehema za Mungu zinamhamisha mtu katika makandamizo ya giza ya Shetani, bilisi na kumhamisha na kumwingiza katika pendo la Mungu, katika nuru ya Yesu Kristo. Rehema za Mungu zinamstahilisha na kumhesabia mtu kuwa mwenye haki katika mazingira ya kuto kustahili katika mazingira ya dhambi. Biblia inanaambia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 Mungu alimwita Abraham Ibrahimu. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa tatu anamwambia atoke katika nyumba ya baba yake aende mpaka kule atakapomwonesha. Utii wa Ibrahimu ulimhesabia Ibrahimu kuwa ni mwenye haki. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo, andika Mwanzo sura ya 15 mstari wa sita. Ibrahimu alihesabiwa kuwa mwenye haki kwa kuwa, kuwa alimwamini Mungu, aliamini sauti ya Mungu. Yoshua. Yoshua sura ya 24 mstari wa pili. Yoshua 24 mstari wa pili imeandikwa: Yoshua, Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto maana, Tera mzee Tera baba yake na Ibrahimu naye ni baba yake na Hori wakaitumikia miungu mingine. Tera ambaye ni baba yake Ibrahimu alikuwa ni kuhani wa waganga, kuhani wa madhabahu ya nguvu za giza. Ili Mungu aweze kumwokoa Ibrahimu, ilipaswa sauti ya Mungu imtoe Ibrahimu katikati ya ibada za miungu na sanamu. Ndivyo ilivyo hivi leo yamkini mtu ametoka katika familia ya baba yake au ya mama yake. Sauti ya Mungu unapoisikia au sauti ya Mungu ninapoisikia, ile sauti tunapoiamini na kuitii na kuifuata, yaani injili ya Yesu Kristo inatutoa katika asili ya misingi fulani, tamaduni fulani za miungu na giza, na tunapokea kipawa cha neema ya wokovu na kuhesabiwa kuwa wenye haki. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa, Musa ukisoma Musa kitabu cha Kutoka, Kutoka sura ya pili mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na tano utaona Musa anamuua kijana wa Kimisri na kukimbia. Musa anaingia katika hatia ya kuua kijana wa Kimisri, alafu anajificha anakimbia. Ukisoma Kutoka sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa kumi, Mungu anamwita Musa kwenye kichaka kijiti kisichoteketea kwa moto, katikati ya makosa, katikati ya udhaifu wa kujificha na hatia ya kuwa, Mungu anamwita Musa na anamtuma kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli. Ukimwangalia Isaya, Biblia inasema Isaya alikuwa na midomo michafu, alikuwa na kinywa kichafu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 Isaya alikuwa na chini ya dhambi, chini ya udhaifu fulani. Mungu akamstailisha hali yake ya udhaifu ya kuwa na midomo michafu. Ukisoma Isaya sura ya sita mstari wa sita hadi wa nane Biblia inasema Mungu akamtakasa akamsafisha nabii Isaya na akamtuma kwa watu wake kulipeleka neno la Mungu, kama ilivyokuwa Musa aliyetoka katika hali ya kuwa Mungu akamstahilisha yeye, alikuwa mkosaji, ametoka kuwa kama ilivyokuwa Ibrahimu, ametoka katikati ya ibada ya miungu na masanamu kwa mzee Tera, Mungu akamstahilisha akamhesabia kuwa mwenye haki. Ni kwa kuwa wote walifanyaje? Walisikia sauti ya Mungu na wakaamini sauti ya Mungu. Mungu anapozungumza na mtu ambaye ni kahaba, mtu ambaye ni mlevi, mtu ambaye ni mshirikina, ni mganga anapoitikia mwitikio wa sauti wa Mungu au injili ya Yesu Kristo, Mungu anamstahilisha huyo mtu, anamsafisha anafaa kuwa mwana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo ambaye ni Sauli, Mungu alimwita akamstahilisha, katikati ya safari ya kuelekea Damascus kwenda kulitesa katika mipango ya kulitesa kanisa la Yesu Kristo kwa watesa wa Kristo, katikati ya safari ya mawazo maovu ya kulitesa kanisa la Yesu Kristo, Mungu anamwita Sauli kwa ajili ya kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya tisa, Matendo ya Mitume sura ya tisa mstari wa kwanza hadi wa sita, andika. Bwana Yesu mwenyewe anamtokea Sauli akiwa njiani. Wakati ipo katika mipango ya kulitesa kanisa la Yesu Kristo, akiwa na roho mbaya ya kuua na kuwatesa watakatifu wa Mungu, katikati ya uovu, katikati ya dhambi, Mungu anasema na Sauli. Bwana Yesu Kristo mwenyewe anasema na nani? Na Sauli. Tunaangalia anakuja kukiri Mtume Paulo, kuna Timotheo wa kwanza, kama uko pale, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na sita. Anasemaje? Biblia inasema, Ndio. Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake. Ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na tena la stahili kukubalika kabisa imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakaomwamini baadaye, wapate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kati ya watu walikuwa na uuzi, kanisa la Bwana, watu walikuwa na mawazo mabaya, walikuwa wamebeba uharibifu ndani ya mioyo yao. Mtume Paulo anashuhudia anasema, mimi nilikuwa mmojawapo, lakini kilichosababisha mimi nikastahilishwa na kuwa mtumishi wa Mungu ni rehema, ni neema, ni masamaha ya Bwana. Wako watu wengi leo sasa hivi wako baa, tunapozungumza sasa hivi, wako watu wengi leo wanatoka klabu fulani muda huu ninapozungumza wako watu wengi leo wanauza miili yao. Wako watu wengi tunapozungumza, wako kwenye vilinge vya waganga wa kienyeji. Wako watu wengi wanafanya ugomvi, fujo, uharibifu. Uko walipo wanatarajia kusikia sauti ya Mungu. Wako watu wanaoteseka na magonjwa na maradhi, wamefungwa na kazi za shetani ibilisi. Biblia nasema andika, Warumi sura ya kumi Mstari wa 14. Warumi mstari wa 14, wa 10 14 inasema watasikiaje kama hakuna mhubiri? Wataendaje wasipopelekwa? Lazima awepo mtu wa kuhubiri wa kutangaza wa kufundisha hii injili ya Yesu Kristo. Warumi sura ya 10 mstari wa 17 anasema imani chanzo chake ni kufanyaje? Kusikia. Lazima awepo mtu wa kusema ili mtu asikie, imani ya Kristo Yesu iweze kuumbika ndani ya moyo wa mwamini, ili mtu aweze kuacha njia zisizofaa, uganga, uchawi, ulozi, ushirikina, aweze kuacha magomvi, aweze kuacha chuki, awe na roho ya msamaha, asiweke uchungu ndani ya moyo wake. Anastahili kusikia, anapaswa kusikia neno la Kristo ndani yake, kwamba Mungu ni upendo, Mungu ni msamaha, Mungu ni rehema Wako wapi watu wanaoisambaza na kuipeleka habari ya injili, habari ya amani kwa mataifa? Unapokuwa sehemu yako ya ajira, sehemu yako ya biashara, sehemu yako ya kazi, katika jamii na mchanganyiko uliopo, unapaswa kupaza sauti yako na kuwahubiria watu habari za nani? Za Yesu Kristo. Wanaposikia, waliofungwa katika giza wanafunguliwa, wanahamishwa, wanaingizwa katika nuru ya pendo la Yesu Kristo. Mtu mmoja anaitwa Simoni mchawi, Simoni Magus. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya nane mstari wa 12 hadi wa 13, Simoni ambaye alikuwa ni, ni mchawi anafanya uchawi, ushirikina na ulozi, Biblia inasema alikuwa akiwashawishi watu wengi, watu wengi akiwashawishi, kabla hajakutana na neema ya wokovu. Lakini Simoni huyu Magus aliposikia injili ya Yesu Kristo, Biblia inasema, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari 13 na 12 akabatizwa na baadaye akasimama na neema ya wokovu, mara baada ya kumsikia mtume Paulo. Paulo mtume alitumika kumhubiria Simoni mchawi kuacha ulozi, ushirikina na uganga, na akawa mtu mwingine. Wako watu katika jamii za pande za baba zetu au mama zetu au jamii na mitaani tulipotokea, sio kwamba wanapenda, lakini ule uchawi, walishinikizwa, wakaridhishwa wakalazimishwa au wakafundishwa kwa kujua, kwa hiari au kwa kutokuwa na hiari. Watu hawa wanataka kulisikia neno la Mungu kama Simoni Magusi, wabatizwe, wapokee kipawa cha neema ya wokovu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa. Jamani wapendwa, andika matendo ya mitume sura ya 19, matendo ya mitume sura ya 19, mstari wa 18, 19 na wa ishirini. Biblia nasema walikwepo watu wengi, kundi la watu wengi walikuwa wakiamini katika uchawi wa kitabu uchawi wa ulozi na uganga wa kitabu. Matendo ya Mitume sura ya 19, isome yote. Mara baada ya kusikia injili ya mitume wakimhubiri Yesu Kristo, Biblia nasema walikusanya vitabu vyao vya uganga, vya ulozi na ushirikina na uchawi, wakavichoma moto, wakapokea kipawa cha neema ya wokovu nguvu ya kuwafanya watu waweze kuwacha uganga na mikoba na kuchoma vitabu vyao inatokana na sauti ya injili ya Yesu Kristo, mimi na wewe tunayohubiri kwa wale wanaosikia. Biblia inasema Warumi sura ya kwanza Warumi sura ya kwanza mstari wa 16, anasema injili ni uwezo, ni kipawa, ni uwezo wa Mungu uletao wokovu Tukiwahubiria watu wa mataifa habari za injili ya mafanikio, habari ya injili ya toa ili iweze kupata habari ya motivation, kuwahamasisha na kuwa masaji mioyo yao, tukiwahubiria watu na kuwafundisha vitu ambavyo wanataka wao kusikia, utapokea gari, utapokea ndoa, utakuwa hivi, injili hiyo haiwezi kumfanya mganga akaacha uganga akamtumainia Yesu Kristo. Injili ya kuambia watu kwamba acha dhambi, Mungu ana rehemu, Mungu anasamehe, Mungu anaokoa, Mungu ni pendo. Ndo injili pekee yenye nguvu ya kubadilisha akili, mindset ya mtu kuacha uovu na kwenda katika hali ya mema na utakatifu. Maandiko yanasema kwenye Wakolosai sura ya kwanza, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 anasema, naye aituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Mungu alimwokoa Ibrahimu katika nguvu za giza za matambiko ya baba yake Tera, kuhani wa Kiganga. Mungu akaokoa wa watu wengi na anazidi kuokoa watu wengi. Waefeso sura ya tano mstari wa nane anasema kwa maana, Waefeso tano nane kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Tamanio la Mungu mara baada ya kuhamishwa, kupewa neema ya wokovu, kutolewa katika njia za zamani na kuingia katika njia ya Kristo ambayo ni nuru, ni uzima, Mungu anatamani yule anayemwamini Yesu Kristo aenende kama asili ya nuru ilivyo, kama asili ya uzima ilivyo, kuishi kwetu kuongea kwetu. Au kama tutakuwa na desturi kama Wakristo na watakatifu ya kutumia mitandao yetu ya kijamii vizuri na kuposti neno la Mungu, hata kama hujui kuzungumza, kufundisha wala kuhubiri vizuri, na kuposti neno la nani, la Mungu, ile ya kitendo cha kukoti tu andiko fulani na mstari fulani ambao utaweza kumfariji mtu, kumwondoa mtu katika hali ya maumivu na uchungu, kama tunaweza tukafanya hivyo, kuna wakati watu hawa ambao wanaperuzi umbea watakutana na maneno ya Mungu na hilo neno litakuwa ina uvuvio wa Roho Mtakatifu litawabadilisha maisha yao. Badala ya kutumia muda mwingi katika stata zetu za WhatsApp au mitandao mingine ya kijamii kuandika vitu ambavyo havina utukufu wa Mungu, labda ni hekima tu za kibinadamu au mizaha. Muda mwingine, lazima tutumie muda mwingi kureflekti neno la Kristo. Kuna mtu atasoma neno mara nyingi. Watu wananipigiaga simu, mtumishi, nilikuwa down, nilikuwa nina uchungu, nilikuwa na hasira, lakini nimesikia clip fulani, nimesikia neno fulani, nimeona kufarijika. Biblia inasema kazi ya nyasi, kazi ya miti, kazi ya majani, kazi ya dhahabu, kazi ya silver, kila kazi na kila neno la mtu analolifanya sasa hivi angali tunapumua, litapimwa kwa moto. Kama ni nyasi zitateketea, kama ni miti itateketea, kama ni dhahabu, neno hilo na kazi hiyo haiwezi kuteketea. Maana dhahabu, kwa kadri unazidi kuichoma, ndio unazidi kufanyaje? Kuifanya iweze kung'ara machoni pa Mungu. Kila kazi na kila neno litapimwa siku hiyo mbele za Bwana kwa moto, kuangalia kuishi kwetu hapa duniani. Unajua, wokovu sio maisha ya maigizo, wokovu ni uhalisia. Na ili kuweza kubadilika, haitokani na jitihada zetu kwamba napambana ili iweze kubadilika, niweze kuwa mtu mwema, niweze kuongea vizuri. Inatokana na maamuzi utakayoyaamua wewe na mimi, kwamba nimeamua sitaki njia hii, sipendezi na namna ninavyowaza ninavyo waambia watu wengine mambo fulani, sipendezi na lugha ninazozungumza, sipendezi na namna ninavyoenenda. Maana ya toba eh, kurepent, maana yake toba ni kuamua kugeuka na kuacha njia za uovu na kuzielekea njia zinazompendeza Mungu. Toba sio kufanya kosa na kuja kanisani au kupiga magoti nyumbani na kunyosha mikono na kumwambia Bwana Yesu, naomba unirehemu mimi, naomba unisamehe mimi. Kama toba ilipo katika tafasiri hiyo tutakuwa tunafanya makosa kwa makusudi kila itwapo leo, na tutatumia maandiko mabaya vibaya kwamba rehema za Mungu na fadhila za Mungu ni mpya kila itwapo leo, kwamba tutafanya makosa tunajua, tukishamaliza tutaenda kufanyaje? Tutaenda kutoba. Toba maana yake ni kugeuka, sio kukiri, sio kwenda kwenye chumba cha maungamio na kumwambia paroko nilizini, juzi, niliiba nisema uongo. Hiyo sio toba. Toba ni kuamua kugeuka ndani ya moyo wako. Watu wanaoishi katika giza na makandamizo wanatarajia kusikia kutoka kwenye kinywa chako. Nilitangaza mkesha wa mwaka jana, nikasema mwaka 2025 itapofika mkesha wa tarehe 31 2025, nitakuuliza wewe, watu wangapi ambao walikuwa hawamjui Yesu Kristo walikuwa hawana Mungu, ambao kupitia kinywa chako wewe leo wana Mungu wako hapa. Simaanishi hesabu ya watu ambao tayari wameshaokoka. Kuna mtu anaweza kusema mimi nimemleta mtu fulani, mimi nimemleta mtu fulani kanisani. Umemleta akiwa katika hali gani? Katika mazingira gani? Ni muokovu tayari au ni mtu ambaye hajapata kipawa cha neema uokovu? Natamani unionyeshe mtu ambaye from the scratch alikuwa mwamini, hamjui Yesu Kristo kabisa, tokea Januari tarehe 1 mpaka Disemba 31, ndio nitajua kwamba wokovu wako wewe una make sense. Au tunakuja kanisani kupasha kiti moto? Mgeukie jirani yako mwambie upo kanisani kusindikiza wengine kupasha kiti moto. Ongea na jirani yako mwambie, jirani yangu mpendwa, upo kanisani kupiga picha, upo kanisani kuuza sura. Mwambie umekaa kwenye kiti, unafanya nini? miezi kumi na mbili siku mia tatu sitini ni kwamba hakuna neema ya kuwahubiria watu katika